Alipofika bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam miaka arobaini, Mwenyezi Mungu jalla jalalu akamtumiliza, na imekuja katika hadithi kuwa wahi ulipoanza. so, bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa pale ghari hira akiabudu, eh, kama tulivyoeleza katika darasa zilizopita, siku moja akaja saidna Jibril, kaja malaika akamwambia ikra akamwambia soma. Hmm. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa, wa alihi wasallam akasema ma ana bigari, mimi si msomi. Akasema bwana mtume, basi yule malaika akamshika akambana, akambana, akambana kwa nguvu mara ya kwanza, kisha akamkariria mara ya pili, soma. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa, wa alihi wasallam akasema mimi si msomi ha. Akambana tena malaika mara ya pili, akamwambia tena bwana mtume, soma yeye uh, Bwana Mtume akasema mimi si msomi. Basi yule malaika akambana mara ya tatu kisha alivyomwacha akamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la mola wako uh, ambaye ameumba. Khalaqal insana min alaq, uh, amemumba mwanadamu kutokana na alaq <coughs> iqra wa rabbuka lakram, soma uh, na mola wako uh, ndiyo mkarimu amando mkarimu zaidi. alladhi allama bilqalam ambaye kwamba alifundisha kwa kalamu, allama alinsana amemfundisha mwanadamu ma lam yaalam kile ambacho alikuwa hakijui. Naam. na baadhi ya riwaya zimekuja kuwa yani e, zimetajwa yani baadhi ya hadithi zimetaja aya mpaka iqra wa rabbuka alakram naam. Hii ndo uh, mwanzo wa wahi, hivi ndo ilivyoanza mara ya kwanza kabisa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kupokea wa wahi kwa namna hii Yani, ndo aya za kwanza zilizoshuka ni hizi. Na mtume akatumilizwa rahmatan lilalamina hadian linasi ajmaina, alitumilizwa yani kama anavyosema kwenye hadithi eh, eh, rahmatan lilalamina, kwa yeye ni rahma ha, kwa kila kisichokuwa Mwenyezi Mungu, ama tuweza kusema kwa walimwengu wote eh, hadian, na ndo mwenye kutupa hidayah, ndo mwenye kuongoza linasi ajmaina, kwa watu wote ya ndo mwenye kuongoza watu wote sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilipotokea hili, maana yake ni tukio la kutisha la kutisha, eh, akakimbia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kaenda mbio paka nyumbani, akamtafuta Sayyidatina uh, Khadija. Alipoingia tu nyumbani, akamwambia Sayyidatina Khadija, ndio mkewe, sio, akamwambia aka, aka hapo hapo zammiluni zammiluni, dathiruni dathiruni, yani nifinikieni nifinikieni mm? Mtume wa wa kwa ule uoga akamwambia Sayyidatuna Khadija eh, kuwa lagad khashitu ala nafsi, mimi nimejiogopea nafsi yangu nimeji la yukhziyaka Allahu abada, haiwezekani usiwe na uoga wowote. Mwenyezi Mungu hawezi kukuacha, hawezi kukupoteza, hawezi kuku, kuku. Yani kama kukufanyia e, e, ubaya. Mwenyezi Mungu hawezi kukufanyia chochote kama hicho. Kwa sababu gani? Angalia sifa alizozitaja Saidati na Khadija, asema innaka latasilu rrahimu, kwa sababu wewe waunga kizazi eh, kwa sababu wewe waunga kizazi kisha akamwambia innaka latasilu rrahimi wataksibu, wataksibu eh, eh, eh, almadum. Almadum yani wawataftia eh, yale ambao hayapatikani wale ambao hawayapati wewe wawataftia wawapa, wawa eh, na katika hadithi zingine watahmilu lkalla, yani nawabeba ule uzito wa watu wengine. Yani watu wengine wapata tabu, wewe maskini wabebe uzito, wawasaidia. watagri dhaifa eh, na eh, mgeni yule, kukija mgeni wewe wamkirimu, wam, wam, wampa yani, uh, uh, mahali pa keti mahali pa chakula na mambo kama hayo ha, watuinu ala eh, <coughs> ala nawaib na wasaidia ha, katika mambo ambayo yafikisha katika haki. Yani sayyidatuna Khadija ametaja hizi sifa, akasema kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa hizi sifa Mwenyezi Mungu hawezi kumwacha, hawezi kumwacha ati shetani amjie. Naam. na kwa eh, hapa yeye eh, alipokuja eh, Saidina Rasulullah alipokuja kumwambia Saidatina Khadija zamiluni za miluni dathiruni dathiruni. Ndio akaja tena uh, Saidina Jibrili ikaja aya ya pili, ama wahyi wa pili ikaja ya ayuhalmudathir qum fa andhir eh, yani imekuja ewe ulojifinika, finika, simama kisha uonye yani, uonye wale eh, ambao wanaabudu wanaabudu masanamu waonye kuhusiana na tauhidi na mambo kama hayo, kisha wahyi ukaendelea baada ya hapo naam. Sasa Saidatina Khadija, katika uh, uh, vitabu vya sira vingine wanaeleza kilichokuwa kitokea yuam, yuam, ni kuwa Saidatina Khadija akawa kama yuamfanyia mtihani e, e, yule ambaye yuamjia. Manake Saidatina Khadija hamoni Jibrili, ikawa yamwambia bwana Mtume, manake Saidatina Khadija amejifunika kichwa, ikawa yamuuliza bwana Mtume, je, huyu unayemwona sasa yuko? Ikawa bwana Mtume anasema ndio. Basi ikawa Saidatina Khadija akifungua eh, kile kitambara alichofunika kichwa chake, kisha amuuliza bwana Mtume, je, yuko basi eh, eh, bwana mtume sema la, sasa hayuko, kumaanisha yule malaika yuondoka, ikiwa Saidatuna Khadija amefunua ame kichwa chake. Basi hapo hapo Saidatuna Khadija ndo akamwambia yani, akazidi kumfanyia yani uyaqini yani yumwambia eh, yani, yani, yani, kwa akid huyu si nani huyu si shetani naam. Lakini kwa hivyo hivyo pia Saidatuna Khadija kaondoka na bwana mtume akaenda naye kwa eh, Waraka bin Nawfal. E, wake Saidatuna Khadija yani kazini yake Saidatuna Khadija. Na huyu alikuwa ni katika wale watu wanaitwa e, walikuwa na nini ahnaf wa, yani ahnaf ni watu ambao walikuwa Wakristo, watu kidogo hawafiki hata kumi pale Maka wakati huo. Ah, huyu alikuwa ajua Ukristo ajua Ukristo, amesoma mpaka anajua akiandika, yani, e, e, Injili kwa lugha ya Ibrania. Sasa huyu uh, Waraka bin Naufal akamuuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ehe, wewe umeona nini, umeona vipi yani, akamuuliza mpaka bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kila anavomsifia kila anavomueleza, mimi nimeona hiki, nikaona hiki, nikaona hiki. Yule mtu yuko hivi alonijia. Basi mwishowe Waraka akamwambia hadha an-namus alladhi anzala Allahu ala Musa, huyu ndio yule malaika wakimwita na Musa, huyu ndio yule malaika ambaye Mwenyezi Mungu alimshukishia Saidina Musa. Mpaka yee Waraka akasema ya laitani akunu fiha eh, jadhan laitani akunu hayyan idh yukhrijuka gaumuk. Yani akamwambia ye yeah, huu Waraka alikuwa mtu mzima, kwa mtu mzima, manake baada ya muda mchache, hata hatoka muda mrefu, atafariki. Akamwambia bwana mtume, laiti le le le mimi nitakuwa eh, ni kuokoe yaani ni kunusuru niwe na wewe eh, ya rete, mimi nitakuwa baadaye watu wako watakapokutoa. Mpaka bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akashangaa wa vale wa�� akamwambia je, eh, hawa watanitoa mimi au mukhrijiyahum, je hawa watanitoa mimi basi? Naofala akasema waraqa bin naufal akasema, naam kwa sababu gani? Hakuna mtu aliokuja na habari kama hii uliokuja na wewe, hakuna mtu aliokuja na amri kama hii uliokuja naye, ila isipokuwa watu wake walimfukuza, walimfanyia uadui, wakamtoa. Naam, mpaka e, Waraka akasema ikiwa mimi nitaweza kuishi mpaka muda ambao wewe utaeleza dawa yako e, ile dawa yako ya, ya Uislamu na ya tauhidi, basi mimi nitaku, nitakunusuru. Naam lakini e, e, kama e, tulivyosema, ye Waraka hakubaki muda mrefu, alifariki baada ya muda mchache naam. Kisha baada ya hapo, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndo akaanza e, dawa yake, akaanza sasa kulingania watu katika Uislamu. <coughs> na alipoanza, alianza kisirisiri kama tunavyojua, akawa yuenda tu kwa wale watu wake wa karibu, eh, ahli zake yani, eh, familia yake watu wake wa karibu marafiki zake, naam. Na ikawa wa kwanza kabisa alosilimu, wa kwanza kabisa alosilimu ni katika alibaiti zake ni nani? Saidati na Khadija. Hadija taban eh. Sisi kama tulivyotanguliza kusema kuwa awal man aslama minan minanisai tukisoma katika sira vitabu vidogo eh, wa kwanza kusilimu katika wanawake ni, ni Khadija, lakini kihakika ni wa kwanza kusilimu baina ya watu wote Saidati na Khadija. Na kisha Saidina Ali, manake Saidina Ali alikuwa yualelewa na bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ilikuwa Saidina Ali ni katika watu ambao bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuwalea wa alimtukua kutoka Saidina eh, kutoka kwa Abi Talib, kwa sababu Abu Talib alikuwa ana famili kubwa na kidogo ni eh, maskini. Sasa Saidina Rasulullah na Saidina Al-Abbas wakakubaliana wakaambiana bwana, twende tumsaidie huyu Abu Talib. Mimi ni mtukwe mmoja na wewe mtukwe mmoja katika watoto wake tuale. Basi bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamchukua eh, Saidina Ali na kule kwa Al-Abbas akaenda Saidina aitaje, akaenda Saidina Jaafar. Naam akaenda Saidina Jaafar at-Tayyar. Almuhim, eh, wa kwanza wa kuslimu alikuwa Saidatina Khadija, kisha Saidina Ali radiyallahu anhu wa karramallahu wajha, kisha eh, pia katika wa kwanza wa kwanza wa kuslimu Saidina Zaid bin Harith kwa <coughs> sababu Saidna Zaid ni katika watu pia, yani alikuwa mtumwa. Huyo Saidna Zaid alikuwa mtumwa wa Sayyidatina Khadija, Sayyidatina Khadija akamtunuku bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ikawa yu aishi chini ya bwana Mtume, na kisa chake inshallah kitakuja. Almuhim ni kuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimfanya kama mtoto mpaka akafanya kum adopt, uh, kum adopt, sijui kwa Kiswahili lakini, akafanya alim adopt, na hii ni kabla ya ku, ku adopt manake, ku adopt kisheria katika Uislamu, mpaka mtu apewe jina la yule mtu yani iwe nasaba yake yashikana. Hii ilikatazwa, lakini ilikuja baadaye makatazo na inshallah, eh, ni maelezo yatakuja baadaye. Almuhimu ni kuwa Saidna Zaid pia alikuwa akilelewa ama akiishi kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisha akaslimu saidna Abu Bakar, eh, na katika riwaya zingine akaja akaslimu baada yao Bilal bin Harith, e eh, Bilal bin uh, Rabah, naam hawa ndo wa kwanza wa kwanza walioslimu. Inshallah tutazungumzia katika madarasa yanayokuja, wa kwanza wengine, yani wale ambao ni daraja ya pili. Lakini kitu pia ambacho baadhi ya mashaikh zetu walikuwa kitutajia ni kuwa kihakika wa kwanza kusilimu, hata tukiangalia hukumu ya Kiislamu, ni watoto wake bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manake e, wote walikuwa hawajabalighi, eh, hususan sayyidatuna Fatima. Mmoja kati ya mashaikh zetu akituambia kuwa ukiangalia Saidatina Fatima kihakika ndo wa kwanza kuslimu, ama wa kwanza ndo kuamini, wa kwanza kuamini, kwa sababu mtoto yupewa hukumu ya mzazi. Sasa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam moja kwa moja alipopewa tu utumi basi automatically ha, wale watoto wake wakawa waumini. Kwa hivyo tuweza kusema kuwa watoto wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam manake alikuwa hawajabalighi, tabaan mtoto upewa hukumu ya mzazi wake, ikiwa yule mtoto hajabalighi